Usiku wa leo mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini Italia, Napoli wanaikaribisha klabu ya Chelsea ndani ya uga wa Diego Armando Maradona. Matokeo ya mechi hii itaamua iwapo The Blues wataingia moja kwa moja hadi katika nafasi ya kumi na sita bora au watalazimika kupitia hatua ya mchujo kwa kimombo playoffs mwezi ujao. Kikosi cha Liam Rosenior kinaingia dimbani kikiwa na morali ya juu baada ya kuipiga Crystal Palace magoni matatu kwa moja huku wakisaka ushindi wa tano katika mechi sita za mwisho. Kwa upande wa Napoli, kocha wa zamani wa klabu ya Chelsea Antonio Conte anakabiliwa na shinikizo kubwa baada ya kupokezwa kichapo cha magoli matatu kwa nunge na Juventus ugani Allianz wikendi iliyopita. Takwimu zinaonyesha Napoli ndiyo klabu pekee katika mashindano hayo ambayo haijafunga bao lolote kupitia mchezo wa wazi, kwa kimombo open play, huku tegemeo lao kubwa likiwa kwa Scott McTominay ambaye anaongoza kwa mabao ya vichwa nchini Italia. Kwenye ratiba ya mechi zingine, Barcelona wataikaribisha FC Copenhagen ugani Liverpool wamenyane na Karabakh ya Azerbaijan, PSG waikaribishe Newcastle United ugani Park de Princes, Arsenal wakwaruzana na FC Kairat ya Kazakhstan, kisha Borussia Dortmund waikaribishe Inter Milan ugani Signal Iduna Park. Gonga subscribe na uwashe notification bell usikose taarifa zetu kemkem kem kila siku. Jina langu ni Kinda Mkandamizaji Wycliffe Musau.